Nimeingia hapo ndani, kuna mahitaji. Mahitaji haya, hao wananchi wataka kusikia kituo kinaanza lini kazi. Majengo yamekamilika, bado viti tu. Viti tumdai IGP tena. Mkurugenzi, tumehesabu viti, natakua viti vingapi? na afisa aliyokuwa anadukuru viti, wewe soma tu. Njoo, njoo, njoo chukua karatasi, mkurugenzi uchukue viti. Viti vingapi? Jumlisha? Tuna viti kumi na nne. Tuna viti kumi na nne. Nde. Tuna viti kumi na nne. Nde. Tuna viti kumi na nne. Nde. Tuna stuli ndefu tatu tun Nde. Tuna meza, tuna meza saba. Tuna meza nane. Ndiyo. Tunakuwa tuna tumekamilisha huduma za fanicha kwenye jengo. Viti kumi na ngapi? Viti kumi na nne. Viti Tuna meza saa nane, meza nane za maafisa. Na stuli ndefu tatu. Stuli ndefu za kukalia pale counter tatu. Lakini pale, pale counter, hapa chini kuna shimo tulile. Pale ni mahali pa kuwekea lile buku la kuandika kumbukumbu -kumbu. Uli tulikubaliana kwa na tunajengwa. Pale chini tumekubaliana tutaboresha kwa maana ya kuweka ki kabati eza cha aluminium au cha mbao. Mafundi wa aluminium wapo. Wanaweza kutengeneza pia kabati. Kale kakubwa na kadogo hivyo. Umeandika au tutaandika vizuri, utampa, tumpunguzie mzigo IGP, tutafute meza za maafisa wetu. Maafisa wa jeshi la polisi na wao wanapaswa kukaa mahali pazuri, wafanye kazi vizuri, na ndio kwa sababu tuliratibu hapa pawe pazuri. Mkurugenzi, kule mbele ni kwa vumbi Msimu wa mvua unakuja, isingekuwa vyema wananchi wanakuja wanakanyaga mavumbi na matope wanaingia nayo kituoni. Weka pevu <coughs> kutoka barabarani angalau mita saba ije, alafu iongezeke iende upana wa mita tano huku, mita tano huku, mita tano nyuma. Jengo hili zungukwe na pevu ili kusiwe na matope. Inawezekana, na tumezungumza asubuhi fundi pevu amefiwa, akirudi akuja kuanza kazi. Umeniambia lori lipo, umeshaagiza ulete mchanga. Simamia hilo eneo iliyo smart. Hawa ni makamanda wa jeshi la Polisi, wana utaratibu wa kila siku asubuhi wanapiga gwaride. Hawezi kupiga gwaride vumbini. Malengo yetu tarehe moja mwezi wa kumi na moja kituo kianze kazi, wananchi wa Nandagala mawa Chienjele mibure wapi maloro michenga waje hapa, baada ya kwenda Ruangwa kitoe huduma kwenye eneo hili vizuri.